Nibi binaniluma zaidi mwa hii vita ya Kongo, binyi binaniluma zaidi katika hii vita ya Kongo ni kuona implikasio ya wa ya Wakongomani mwa hii vita, kujiunga na adui ya kuwa bandugu yabo e, eh, Mungu siku za mwisho. Yesu saidi, wapendwa, kuwa patrioti kwa mzalendo haiko rahisi, haiko rahisi, haiko rahisi. Yani mara wamoja nguvu zinaisha, lakini kuna matumaini Wat? juu ya pesa, juu ya pesa, banakamata magrenade kama ni mabombe kama ni manini, banategea bandugu yabo bakufe juu ya pesa. Mungu mara, tulikuwa tunasema Yuda Yuda alisaliti Yesu, kumbe bayuda ni bamingi, bayuda ni ba mingi, jameni. Ile pesa tenda nazo wapi? Hata bakupatie Kongo yote, franka zote za mukongo, utapata raha wapi mu. Utakuwa wapi? Kila siku niko nikona baambia, jameni, mutubu mwati wenye muko munafanya, ndugu yangu, ndugu yangu. Lakini faraja iko Waroma munane makumi mbili na munane Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et les ténèbres ne régneront pas toujours.

Petro akasema tuende wapi tukuwache wewe, kwako ndiko kuliko maneno ya uzima. Petro ilifika kipindi akamkana Yesu sababu ya madhaifu ya mwili, lakini baadaye akajuta, akajuta, akatubu. Tubuni mjurudii Alienda karudisha zile pesa, lakini ilikuisha kwa trota. Akazitupa akuzitumikisha hata akajuta. Kwa nini, kwa nini nilisakrifia inoso? Akenda jitundika e Mungu nakwita kukamatiwa ya Uvira inauma lakini haitishe, sababu hakuna kitu kenye Mungu anafanyika bila kufunulia watu wake. Mwezi wa pili mchungaji mwa alikuwa ananiambia hivyo, nikazania mzaa, wakati tunakimbia hiyo vita, mwezi wa pili hii mwaka, akaniambia mama, Mungu alituambia na Uvira nayo itakamatika. Mi ni kadharau lakini njuu itakuwa mwisho, nju kuwataishia. Nikadharau, nikasema ah. Tungezuiaka hivi vyote, lakini sababu ya tamaa ya pesa ya wamoja wasaliti ba traitre ba infiltre na wamoja watajisifa se tunashinda, tuna mnashinda kunini? Kwa rushwa kwa uongo silaha yenu ni nini silaha yenu ni nini? yenye napapa ushindi. Yohana kumi kumi, mwizi huja ili kuiba kuua kuvunja na kuharibu. Yesu tusaidie, lakini Yesu alikuja ili tuwe na usima na usima tena, wapatriote wote wazalendo wote ujipe moyo, kungali tumaini. Dunia yaisha yaiyesiko kwenye kiti yesiko kutrona courage.